Karibu katika kitabu cha From Babylon to Timbuktu. Mwandishi wa kitabu hiki ni Rudolph R. Windsor. Huyu ni mtaalam na mwandishi maarufu anayejulikana hasa kwa kazi zake kuhusu historia ya Waibrania na asili yao na pia kuhusu uhusiano wa Waibrania na watu wa rangi za asili tofauti. Mwandishi huyu alijitahidi kuchunguza masuala ya asili ya Waibrania na alikazia kuhusu kweli kwamba baadhi ya Waibrania walikuwa na asili ya Afrika hasa kutoka maeneo ya Mashariki ya Kati na Afrika ya Kaskazini. Rudolph R. Windsor alichapisha kitabu maarufu kiitwacho From Babylon to Timbuktu: A History of the Ancient Black Races Including the Hebrews. Kitabu hiki kinazungumzia kuhusu historia ya Waebrania na pia inasisitiza uhusiano wao na tamaduni za Kiafrika, akijaribu kufunua ukweli kuhusu asili wa Ibrania na jinsi walivyohusiana na raia wa Afrika ya Kale. Katika kazi zake, Windsor anasisitiza dhana ya kwamba Waibrania au Waisraeli wa Kale walikuwa na asili ya Kiafrika, akielezea muktadha wa kihistoria, kisiasa na kidini na kuonyesha umuhimu wa kuelewa uhusiano wa jamii za Kiafrika na jamii za Kiyahudi. Windsor pia ameandika kuhusu kipindi cha utumwa na jinsi tamaduni za Kiafrika zilivyoathiriwa na historia ya kidini. Kazi za Rudolph R. Windsor ni muhimu kwa watu wanaojishughulisha na masomo kuhusu historia ya Ibrania, ushawishi wa tamaduni za Kiafrika na tafsiri ya jamii za kidini katika muktadha wa historia ya dunia. Mimi ni Semio Sonyo nikukaribisha katika sehemu ya kwanza, chapter 1, ustaarabu wa kale wa watu weusi, yaani Ancient Black Civilization. Zaidi ya miaka elfu sita iliyopita katika nchi iliyojulikana kama Mesopotamia, ilibuka ustarabu wa ajabu sana ambao haujawahi kujulikana kwa wanadamu wakati huo. Ustarabu huu ulikuwa umejikita kati ya mito ya Tigris na Frati. Mito hii huanzia katika milima ya Armenia na kutiririka kuelekea kusini mashariki hadi ghuba ya Wajemi. Udongo wa eneo hili ni wenye rutuba kubwa sana kwa sababu ya mashapo ya mto yanayoletwa na mito hiyo miwili. Ustaarabu wa Ulaya ulitokana na no, ustaarabu wa kale wa watu weusi. Bila ustaarabu huu wa watu weusi, hali ya kutawala kwa watu weupe na ushawishi wao kama tunavyojua leo isingekuwa yawezekana. Makabila mbalimbali mbali yalikuwa yamejikita katika sehemu ya kusini ya eneo la Tigris hadi Frati. Sehemu hii ya kusini ilijulikana kwa majina tofauti katika nyakati mbalimbali. Baadhi ya majina hayo ni Sumer, Akadi na Kaldea lakini jina la kujulikana zaidi kwetu ni Babeli. Eneo hili pia ndilo lilotajwa kuwa bustani ya Eden na watu wa eneo hili walikuwa weusi sana wa ngozi. Nitathibitisha kwa ushahidi wa dhahiri kuwa watu weusi wana historia ya kale zaidi kuliko binadamu wote. Chanzo bora cha ushahidi, chanzo bora cha ushahidi ni historia ya Wayahudi inayojulikana kama Biblia. Katika Mwanzo mbili mstari wa kumi imeandikwa na mto ulitoka Eden kwenda kuililia bustani, na kutoka hapo ulitengwa na kuwa vichwa vinne. Kulikuwa na mito minne ambayo ilitiririkia bustani ya Eden. Nitataja mto wa tatu na wa nne kwanza, kisha nitaendelea na mto wa kwanza na wa pili kwa sababu inafaa bora katika mstari wangu wa mwanzo. Mwanzo mbili mstari wa kumi na nne inasema, na jina la mto wa tatu ni Hidekeli ndilo liloelekea mashariki mwa Ashuru, na mto wa nne ni Frati watafsiri na wasomi wametambua mto wa hidekeli wanasema ni mto tigris sasa nitaendelea na mwanzo wa mbili mstari wa 14 na jina la mto wa pili ni gihoni ndilo linalozunguka nchi yote ethiopia kwa sababu bustani ya eden inahusishwa na nchi ya ethiopia tunaweza kutoa hitimisho kuwa watu walikuwa weusi rashi mtafsiri kutoka karne ya kumi na moja wa biblia alisema kuwa gihoni ni mto wa nile unaopita mashariki mwa afrika Rashi bila shaka alifanya hoja hii kwa sababu Nile inapita Ethiopia na kuingia Misri. Dr. Spencer ambaye alikuwa profesa katika chuo kikuu cha Pennsylvania, alisema kuna msingi wa kutafuta gihoni huko Ethiopia. Alikuwa akimaanisha Ethiopia katika Afrika, sio kusema kuhusu pishoni katika maeneo mbalimbali duniani. Nami nakubaliana Dr. Spencer kwamba hatupaswi kutafuta gihoni huko Afrika wala pishoni katika maeneo ya mbali ya dunia, bali tunapaswa kutafuta pishoni na gihoni katika bonde la Tigris hadi Frati. Kulikuwa na mataifa mawili ya Ethiopia katika nyakati za kale, Ethiopia Mashariki na ya Magharibi. Hoja hii Dr. Sayce alikosa kueleza kwa undani labda kwa kutoona umuhimu wake. Kulikuwa na ustaarabu wa Ethiopia katika kusini mwa Mesopotamia, yaani Babeli, lakini watu katika eneo hili hawakutumia jina lao la kabila Ethiopia kuashiria utaifa wao. Walijitambulisha kwa majina ya mji waliojenga na kuishi au walijitambulisha kwa tukio fulani lilotokea hapo. Kwa mfano, Mungu alichanganya lugha za watu katika mnara wa Babeli. Babeli inamaanisha mchanganyiko wa Kiebrania. Hii ndiyo sababu makabila ya Ethiopia yalijitambulisha kama Wababeli, wakimaanisha jina la mji walioujenga. Kuna mataifa mengi ambayo hayajajitambulisha kwa utaifa wao wa kweli. Kwa mfano wa Australia weupe wa wanatoka Uingereza, lakini wa Uingereza wanaishi Australia, hawajiiti kwa jina lao la kimila wanajiita kwa jina la nchi walioikalia ambayo ni Australia. Watu Australia wanawakilishwa katika Umoja wa Mataifa kwa jina la taifa lao Australia na sio kwa jina lao la kimila Uingereza. Watu waliokuwepo katika sehemu ya chini ya bonde la Tigris na Frati walikuwa wa Kiethiopia, weusi kwa rangi. Tunasoma katika Mwanzo kumi mstari wa nane kwamba Kushi alimweka Nimrod. Neno Kushi linamaanisha Ethiopia na Kushi alikuwa baba wa Ethiopia maana ya neno Kushi, angalia kamusi ya Webster's New Collegiate. Nimrod alikuwa mshindi mkuu wa Kiethiopia na mjenzi katika nchi ya Shina. Tunasoma katika Mwanzo kumi mstari wa nane hadi kumi kwamba Nimrod alitawala katika miji kama Babel, Ereki, Akadi. Miji hii yote iko katika nchi ya Shina. Jina lingine la Shina ni Sineri. Ustaarabu huu ulikuwa kiwango cha juu na moja wa ustaarabu wa kale zaidi katika nyakati za zamani katika Mwanzo kumi mstari wa saba tunasoma na wana wa Kushi, seba na Havila. Sasa tumefahamu kuwa Havila alikuwa mtoto wa Kushi ambaye alikuwa Mwethiopia. Neno Havila lilikuja kuwa jina la kabila na eneo linojulikana kama nchi ya Havila, na Wahavila, yani Waethiopia, waliishi katika nchi ya Havila. Zaidi ya hayo, wasomi wampatia eneo hili karibu na ghuba ya Wajemi. Katika kutafuta nchi ya Havila tunapata kwamba kulikuwa na Havila mwingine ambaye alikuwa mmoja wa wana wa Joktan, soma Mwanzo kumi mstari wa 20, 22. Lakini Havila huyu alikuwa anatoka katika ukoo wa Shem, soma Mwanzo kumi mstari wa 22. Nuhu alikuwa na wana watatu Shemu, Hamu na Yafeti. Watoto wa Shemu huitwa Shemites, wana wa Hamu huitwa Hamites, na wana wa Yafeti huitwa Jafiti. Hatupaswi kuchanganya Havila mtoto wa Joktan na Havila mtoto wa Kushi. Sasa ni mantiki kusema kwamba Havila mtoto wa Kushi anayeonyeshwa katika Mwanzo mbili mstari wa kumi na moja ni Havila wa nchi ya Havila, kwa sababu Havila huyo alikuwa Kushi mwa Ethiopia. Makazi yake ingeweza kuwa karibu na ndugu yake Nimrod aliyeweza Babeli. Ibrahimu alikuwa mmoja wa mababa wa kabila kumi na mbili za Israel, na baba wa Ibrahimu, Tera, alitoka katika nchi ya Uria Wakaldayo. Ukisoma Mwanzo 11 mstari 26 hadi 28, nchi ya Uria wakaldayo ilikuwa katika sehemu ya kusini mwa Frati. Wakaldayo walikuwa ni moja ya makabila ya Kushi. Kushi inamaanisha mweusi kulingana na kamusi ya Biblia. Kamusi hii inaelezea zaidi Kushi: jina la mwana wa Ham ambaye alikuwa mkubwa na waeneo au maeneo yaliyokaliwa na vizazi vyake Waethiopia walionekana kuenea katika maeneo yanayoanzia Nile ya juu hadi mito ya Frati na Tigris. Historia inaonyesha uhusiano mkubwa kati ya Babel, Arabia na Ethiopia. Kuna ushahidi wa kutosha kwamba mataifa kale ya Babel, Akadia, Sumer na Wakaldayo yalikuwa yamejaa makabila ya Kushi wa Ethiopia pande zote za mito ya Tigris na Frati. Mito ya Pishoni na Gihoni iliyozungumziwa katika Mwanzo mbili mstari wa 11 hadi 13 inapinda na kutembea kupita nchi ya Havila, mahali fulani karibu na ghuba ya Wajemi. Ingawa ni vigumu kutambua hasa mito hii miwili, kuna uwezekano mkubwa kwamba katikati ya bustani ya Eden ilikuwa katika sehemu ya chini ya bonde la Tigris hadi Frati. Hii ilikuwa ni sehemu yenye rutuba zaidi mashariki ya kati, ikiwa na miji mingi na maziwa. Si ajabu kwamba ilitwa bustani ya Eden ilikuwa imejaa maji kwa wingi kiasi kwamba mimea ilionekana kwa bora kuliko bustani yoyote ya Uingereza. Mito ya Tigris na Frati huungana kabla ya kufika ghuba ya Uajemi, kisha zinatengana tena na kuunda mito minne kutokana na mto wa Tigris na Frati. Hii ni moja nadharia inayokubalika kwa wataalamu wa juu. Majina ya kisasa ya mito inayoyuka katika Tigris na Frati ni mto mkuu wa Zab, kusini mwa Ninawi mto mdogo wa Zab kusini mwa mto mkuu wa Zab. Mto wa Diyala unaelekea katika Tigris katika Baghdad, yaani nchi ya Iraq. Tumwangalie Sumeri na Kishi kabla ya kutawanyika kwa wanadamu katika mnara wa Babeli. Eneo hili halikujulikana kama Babeli, ilikuwa ni baada ya kuchanganywa kwa lugha na kutawanyika kwa watu ndipo jina Babeli litolewa kwa mnara. Hitimisho linapatikana kwa kutumia mantik. Jina la eneo hili na mnara lilikuwa nini kabla ya kuchanganywa kwa lugha na kutawanyika? Kamusi ya Webster sehemu ya gazeti inasema Sineri ni sehemu ya kusini ya Babeli ya kale. Zaidi ya hayo, kamusi hiyo hiyo inasema kwenye ukurasa wa 849, Sumeria, idadi ya watu wa kabla ya Semiti katika bonde la chini la Frati. Idadi ya watu wa kabla ya Semiti inamaanisha kuwa Wasumeria weusi walikuwa wa kwanza kuwa hapo hoja hii inafanana na msimamo wangu wa awali kwamba watu katika sehemu ya chini ya Mesopotamia walikuwa Ethiopia wa Mashariki. Wasomeria hawa au Waethiopia na jamaa zao wanaonekana kuwa walikaa katika maeneo kutoka Mesopotamia hadi India. Eneo hili sasa linajumuisha kusini mwa Iran, Afghanistan, Pakistan na kusini magharibi mwa India. Maelezo ya kwanza na ya pili kuhusu Sumeri katika Biblia yako katika Mwanzo kumi mstari wa kumi moja mstari wa kwanza chini ya jina Shina Kamose Webster sehemu ya gazeti inaashiria uhusiano huo wa Shina na Sineri. Hakika kuna uhusiano wa damu kati ya makabila ya Dravidians wa India na Wasumeria wa Ethiopia. Ustaarabu wa Sumeri ulitangulia ustaarabu wa Babeli. Wasumeria walijenga miji ambayo ilikuwepo zaidi ya miaka elfu nne kabla ya Kristo, kama vile Eridu, Lagash, Nippur, Kish na Ur. Wanakiolojia wamepata mifupa ya aina za kale za Dravidians na neda katika uri ya Kish. Sanamu za kale za Suneri zinafanana na sanamu za ustaarabu wa Dravidian. Naam, kufikia hapo sasa, utakuwa unafahamu kwa undani kuhusiana na ustaarabu wa kale wa watu weusi ya, yaani ancient black civilization. Mimi ni Simeon Sonyo, karibu katika wakati mwingine.